Majirani zangu mpo? Hii ni mishono kwenye Kitchen Party Gala elfu mbili na ishirini na tano. Kitchen Party Gala ni ubunifu wa Dina Marios, mtangazaji kutoka EFM na mwaka huu imetimiza miaka kumi na tano. Hizo ndo zilikuwa bei za viingilio pamoja na hii sare ya kitenge ya mwaka huu. Kwa upana zaidi, sare hii inaonekana namna hii. Mshono wa kwanza, majirani, unatoka kwa Zailisa. Zailisa amechanganya kitenge chake na rangi ya maroon. Tazama makeup yake kwa karibu jirani. Angalia ubunifu wa mikono ya nguo yake. Nimependa viatu, amevaa viatu vya gold kwenye hii nguo na mpasuo mzuri, jirani nguo ya Zailisa unaipa max ngapi? Kwenye green carpet, tunaye Dr. Kumbuka yeye amevaa suti ya maroon pia akiwa ameongeza kitenge hicho kama madoido. Hapa yuko na MC Mama Tarik. Angalia mshono wake uniambie kwenye comment. On stage, tunaye Lina. Lina ameshona top pamoja na suruale nyeusi akiwa amevaa na viatu vya gold, nywele zake amezibana tu via Too simple kwenda nyuma. Muigizaji Judith, yeye amechanganya kitenge chake na fabric ya kijani pamoja na nakshi za gold. Kina Judith kwenye comment section tukutane hapo mwenzetu wa jina ametuwakilisha barabara, atazama mikono ya nguo ilivyoshonwa vizuri. Haya, mwenye shughuli yake Dina Maria amechanganya kitenge pamoja na rangi ya beji, huku akiwa amevaa fascinator ya kijani. Akisimama, nguo yake inaonekana namna hii. Next we have Queen Masanja Princess like look, nguo yake imebwaga vizuri, mikono imebuniwa, ameweka nakshi za kijani yeye. yeah, ame fully use kitenge. Unaye shishi baby kwa nyuma, nguo yake inaonekana mshono namna hiyo yeyee yeah, anganya nyeusi pamoja na nakshi za kijani. Majirani kwenye comment section, mshono wa Shilole unaupa maksi ngapi? Amefunga na kilemba hapo kichwani. Mtangazaji kutoka EFM Ani, yeye amecombine kitenge chake na fabric nyeusi kwa nyuma, anaonekana namna hiyo, close up li. Lamata na mshono wake akiwa amechanganya nyeusi pamoja na kitenge. Hapa yupo na dora Dora, amevaa fully kitenge. Godliver, Godliver amechanganya mshono wake pamoja na brown akiwa amefunga gele ya green. Love yeye amechanganya mshono wake pamoja na rangi ya yellow akiwa ameweka yellow juu dominant, pembeni na chini. Hadija Yusuf kwenye stage ya Changanya kitenge chake na rangi ya gold. Haya, majirani zangu sasa ni muda wa kuzurura, tutazame mishono mbalimbali mbali. Kila mtu na fundi wake wamefanya utundu na hichi kitenge. Kuna ambao wamechanganya hichi kitenge na rangi ya maroon, na kuna ambao wamechanganya hichi kitenge na rangi ya green, na kuna ambao wamechagua rangi ya beige, kama nakshi ya kitenge hichi kuna ambao wamechanganya kitenge hichi na rangi nyeusi, mishono tu ndo inatofautiana. Wengine wamechanganya kitenge hichi na rangi nyeupe, wengine na rangi ya njano, na wengine na rangi ya kahawia ya brown. wengine wameshona tu mitindo tofauti, kila mmoja na mvuto wake. Wengine wamechagua orange iwe nakshi ya kitenge chao. Majirani, tukutane kwenye comment section, niambie ni mshono gani umeupenda sana kutoka kwa star. Pia toa ya moyoni, kitenge hichi kinapendeza na mchanganyiko yani je, kinapendeza na maroon au kinapendeza na mchanganyiko wa nyeusi au kikichanganya na rangi ya kijani au kikichanganya na rangi ya brown au kichanganya na rangi nyeupe au kichanganya na rangi ya njano au kichanganya na rangi ya beige, mwonekano huo au kichanganya na rangi ya orange au kikibaki peke yake? Hivi ni mchanganyiko gani? Pambe, bye.